Abissay Stephen almaarufu Kachero ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanachambua mchezo wa leo wa kirafiki kati ya Iran dhidi ya Tanzania. Mchezo mm -hmm, ambao umemalizika kwa kupoteza Tanzania kwa magoli mawili kwa sifuri. Labda tumuulize Abissay Stephen, tuambie katika mchezo wa leo ni wachezaji gani wa Tanzania ambao wamefanya vizuri Abissay? Ah, uh, ingizo la Morice Abraham kutoka bench kuchukua nafasi ya Faisal mchezaji ma striker. Alikuwa na utulivu, alikuwa anaficha mahali vizuri, alikuwa anapiga pasi kwa nafasi zinafika na wewe kreti yake ilikuwa nzuri alionyesha ni game changer kwa nafasi yake. Kwa hiyo Morice Abraham naona alikuwa na mechi nzuri ya kucheza. Uh, mchezaji mwingine ambaye alikuwa na mechi nzuri, Lusajo Mwaikenda. Amefanya blocks na interception kadhaa kutoka nafasi ya mlinzi wa kulia. Akitokea bench kuchukua nafasi ya Israel Mwenda. Huyu ameonyesha kiwango kizuri pia kwa mtazamo wangu. Kwa hiyo nikiwaangalia hawa wawili naona walikuwa na mchezo mzuri, lakini watatu ni Tarryn Allarakhia upande wa wingi wa kushoto alikuwa anajaribu kufanya maamuzi ya kulazimisha kwa sababu kwa hakuna nafasi ya wazi. Kwa wow. hiyo kasi yake ndio hapo anatoka natoka baada ya wachezaji wa Iran alionyesha na kitu kizuri. Kwa hiyo hawa watatu naona walikuwa na mchezo mzuri. Sawa, yes, umewataja wachezaji watatu lakini tuambie tu kwa maneno machache sana. Uh, tunaelekea katika michuano ya Afcon mwezi Desemba. Unafikiri timu yetu ina mwelekeo gani kutokana na mchezo <clears throat> ah, wa leo? Ah, Tanzania wasiangalie matokeo wa haya kwa sababu moja. Kuna wachezaji wengi wanaocheza nje ya Tanzania na hata ndani hawapo kwenye kikosi cha leo. Mzizi anaumwa, Mudathir hakuwepo leo, baada ya kina Samata, kina Msuva. Desemba na uwezo wa kuingia na kuisaidia timu Salamana, mwalimu hakuwepo leo. Kwa hiyo Watanzania bado wana jeshi lao lingine, wakiunganisha nguvu na wale kuepo na wanao nafasi ya kufanya vizuri. Afu kuingia, huyo ni Kachero, tumezoea kumuita hivyo, akiwepo hapa katika viunga vivyo vya Azam Lasa.